As salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ziada na rehma na amani za Mungu zimwende Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndiye naalize na swabaze na Islamu atakaweza kufuata mwenendo wa mtume hadi siku ya mwisho, nasi tunamwomba Allah atuweke miongoni mwao, allahuma amin. Ndugu zangu leo ni tarehe kumi na saba ya mwezi wa tano mwaka 2025 Amoni Ijumaa Mosi. kawaida yetu sisi msafara wetu kwa wiki huwa tunakusanyika kwa pamoja kutembelea harakati mbalimbali mbali. Wiki kadhaa mbili tulikuwa tuko Katumba tumeyafanya yenye kufanya kwa ajili ya watoto maskini na mayatima, lakini wiki inaokuisha tulikuwa tuko Buyenzi barabara ishirini na nne hatimaye leo tena tumeongeza siku nyingine ya kuwa hapa Buyenzi barabara ya pili namba ishirini na moja katika msikiti huu. Lengo haswa kubwa ni kufanya usafi kama video clip zinavyoonyesha. Mama zangu, dada zangu, kila mmoja anafanya sawa na jitihada zake. Hii ni nafasi ya kutumia muda vizuri. Muda wetu utakapoutumia vibaya, hatuna nafasi eti Mungu anaweza katurejeshea muda hii siku ya leo inapita, inaenda wiki imekwenda. Leo tumemzika na nimeona hapa taarifa ya kilio cha mzee wetu Abu Krasazi, saa saba anaenda kuzikwa. Jana mwana mama nadhani memsikia ametoka Kongo, alikuja huko kwa ajili ya matibabu, lakini hata kabla matibabu hayajakamilika amefariki. Kutoka Kongo Kisangani safari ya Kisangani na Burundi ni Safa na Marwa, ni parefu kwelikweli. Yani mi niliwahi kwenda Kongo, sehemu moja panaitwa Kindu, sitokufa na sahau hiyo sehemu. Mbali kwelikweli. Yani nimepita pale Uvira, nimetoka, nimeenda Misisi, nimetoka Misisi, nimeenda sehemu moja napaita Salamabila, nimefika Salamabila, nimelala, nimetoka nime hapo ndo naingia Kindu huko, alhamdulillah, zote hizi zilikuwa ni safari za kumtangaza Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Sasa ukishafika Kindu pale, ili usaa ufike huko sehemu ambapo mwenzetu ametokea, angalia yeye anazikwa Burundi, maskini ya Mungu, wakati yeni wa mbali huko, aujui nawe leo kifo chako kitakuwa kiko wapi. Hakuna mimi, napozungumziaga habari za vifo nasikiaga uchungu kwa sababu nikitoa macho huwa nakumbuka mama zangu ambao walikuwa wanashiriki hapa hapa kwenye harakati zetu. Leo tunavyongeaga, tunaendelea kuhesabia miaka na miezi wakiwa wako uko kaburini, kumbe na saa yangu ya mwanzo licha hizi harakati tunazozifanya. Wallahi, tuutumie muda wetu vizuri. Tukiutumia muda vizuri, tunaweza tukajikutana Tume, tumepata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dunia siku zote watu watakimbizana na dunia, watu watakimbizana na mipango ya maisha. Wallahi hakuna mpango mkubwa kama kuwa na mpango wa kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu raha yake unaipata duniani, lakini pia raha yake unaipata akhera. Unajua Mungu anaweza akakupa mali, mali ikawa ni mtihani sana kwako. Kuna watu ambao wana mali lakini mali yao si salama leo. Kuna watu ambao ni matajiri lakini ukitizama mwisho wa maisha yao, ima atakuwa kichaa, ima ataparalis, ima yani lazima mwisho wa tajiri asilimia thamanini, mwisho wao unakuwaga ni mbaya kwelikweli. Afya utaiona inazorota Unaona, akili kidogo itachoka kutokana na amewekeza mambo mengi kwenye memory card yake ya kichwa. Sasa napofika katika ile miaka ya uzee, unaweza ukamwona mtu ni tajiri, lakini kumbe muda ukifika usiku, basi watoto wao wanamweka kwa sababu ya kusemasema, mzee anasema sema sana, yani kichwa kishagajaa, ile mali inakuwa tena si salama kwake. Mungu anaweza akakupatia mali lakini tazama, chakula madaktari wanakwambia tena hichi usili hichi ule hichi. Kwa hiyo tutafute mali ambayo inaweza tukaimiliki na tukaupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi nadhani mama zangu, katika hatua zetu kubwa tukumbuke kwamba huyu muda na hayo makaburi, tunasikia kwamba fulani amezikwa, fulani saa saba, ukiingia kwenye magrupu tu ya mawasap ni vifo kwa vifo kwao. Kuna siku watatangaza kifo chako, kuna siku watatangaza